Ha, mtazamaji, kauli za rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusiana na utendakazi katika serikali ya rais William Ruto isisaulike kwamba wawili hawa walifanya kazi pamoja tena kwa muda wa miaka kumi kama walivyopewa majukumu na wapiga kura katika mihula miwili. Hapa studioni watakaonisaidia kuendesha mada yetu ya leo, tukiweza kuzungumzia masuala haya ambayo rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliizua kuhusiana na serikali ya sasa. Nataka tungamue moja kwa moja, tukiwa tunazungumza naye Eda Wambui ambaye, eh, ni mtaalamu na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Pia amevalia kofia nyingine kama mwanasiasa ananiharifu mwanachama wa DCP atakuwa anawania kiti cha ubunge Kabete. Karibu sana. Asante sana, siku nyingi sana. Vile vile tuko naye mheshimiwa Kiruga Thuku ambaye ni mwakilishi wodi katika eneo, e, ama, e, eneo la wodi ambalo ni e, la Chinga katika kaunti ya Nyeri na pia kama sikusahau ni mwenyekiti wa muungano na waleta wawakilishi wodi wote kutoka chama cha UDA kweli ama si kweli? kweli kabisa. Haya, alafu tuko naye Fredi Kokango amekuwa mwandani wetu lakini kapotea kwa muda, asante sana mchanganuzi wa masuala Uh, ya kisiasa na vilevile uongozi karibu sana katika asante, na studio zetu. Pia tuko naye hapa studioni Higgins Mbugwa uh, ambaye ni uh, mkurugenzi mkuu maswala ya uchaguzi katika chama cha UDA. Nilitangulia kwa kusema kwamba matamshi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni kana kwamba yalikuwa mtu anaingiza kidole kwenye mzinga wa nyuki amechokora sasa, ameacha watu wakitoa maneno mengi mengine. Nianze na wewe Eda, kuna ukweli katika maneno ambayo alitangaza uh, rais mstaafu uh, Uhuru Kenyatta kuhusiana na serikali hii? Amala naam. Um, kuna ukweli mkubwa sana e, niz, niangalia sana, sana ma, a, swala la Linda Mama na naweza e, taka kuanza na kuelezea Linda Mama inahusu nini. Linda Mama ilianzishwa 2013 na ilianzishwa kando na NHIF na ilipaswa kusaidia wamama wote kupata healthcare matano healthcare na ilikuwa bila malipo so ukipata mimba ulikuwa unaenda hospitali unapewa linda, namba ya linda mama unatumia hiyo namba miezi tisa kupata matibabu unatumia hiyo namba pia kujifungua bure wewe utajifungua kawaida ama utafanyiwa upasuaji bure, alafu baadaye miezi tatu unapata matibabu bure bila kulipa chochote kile. Uli, ambacho ulikuwa unahitajika peke yake ni ID namba, na kama hauna ID namba ulikuwa unatumia ID namba ya bwana yako Aku, au kunahitajika kupatiana uh, details za NHIF, ama hata uambu uambulipe kwanza ili upatiwe matibabu. Pia kulikuwa na NHIF kando ya hiyo kumaanisha kuwa hauku unahitaji kuwa na NHIF ndio upate matibabu. what that does is that it allows everybody aweze kuaccess maternal healthcare bila hiyo, inamaanisha eh, wanasema wali replace hiyo na SHA, na ndio maana niliona over the weekend kuna viongozi wa serikali walikuwa wanasema ati SHA ni better kuliko Uh, Linda Mama, hiyo sio ukweli kwa sababu ukireplace Linda, Linda Mama na shaa ni kumaanisha lazima uko umelipia shaa kwanza ndio upate ku access uh, maternal healthcare so, kama ukienda kwa hospitali saa hizi kama we ni mjamzito, unaambiwa kwenye... Nasha, nasha unaambiwa utakulipia kiwango fulani na wewe ulipe kiwango fulani, wale wa mama ambao wako kule mashinani, na mimi najua wengi ambao hawawezi kulipa hata hiyo nusu, hiyo shaya ambayo inahitajika hawana. Ni kumaanisha wengi wao hawataenda kujifungulia hospitalini, ni kumaanisha wengi wao ready wako wajawazito na hawaendi hospitalini, kwa hivyo hawaangaliwi. Ni kumaanisha rekodi zetu za wa, wa, wale wa mama ambao ni wajawazito ndani ya Kenya, eh, wote hawa yuko kwa system, kwa hivyo hata hatuwezi jua ni watu wangapi wanajifungua kila siku. That is very risky, kwa sababu Linda Mama ilikuwa catered for na Treasury, wana allocate pesa inaenda, whether unalipa NHIF ama haulipi yeah. Na kitu ya maana, wacha nielezea hapa kitu ya maana sana ni hati. Ulipokuwa unaenda kujifungua, ulikuwa unaingia unapatiwa basin, na this I'm speaking as a woman, kwa sababu wengi wetu unaona kama hapa sasa ni mimi peke yangu ndio mwanadada. Unaingia unapatiwa slippers, unapatiwa basin, unapatiwa leso ya kufunga mtoto, unapatiwa kitanda yote, una, yote, yote ukiingia hivi unapatiwa kitanda unajifungua mtoto unaobserviwa siku moja ama mbili, unaenda zako. Ni kumaanisha hata ule mwanamke ambaye hana mtu yeyote wa jamii, hana bwana, hana pesa, hana nini, anaingia kwa hospitali hata bila simu kwa mkono, anatengenezwa anapata mtoto wake, anajifungua, anatoka, anaenda na mtoto. Kwa hivyo leo hii tunasema ukireplace Linda Mama, ambayo inaprovidiwa, it's a provision, inaprovidiwa, inakuwa ina, ina catered for na treasury, ukiondoa replace na sha na isha itajika kuli hata kama ni mia tano no. Kuna wale ambao wana hiyo no. Ni kuerod hiyo yenye no. no. President Uhuru Kenyatta anasema umeerode hiyo gain no. Which is uh, very risky for is healthcare. Asante maanake umeweka uh, paruanja maswala hayo haswa kuhusiana na Linda Mama ambao rais mstaafu alikuwa amegusia. Lakini Higgins, pengine nikuulize swali hili, kuna hatia yoyote kwa rais mstaafu pengine kukosoa serikali hata ikiwa pengine ni jambo tu la kukosoa tu? Kwa sababu nahisi kwamba kuna hisia kali kwamba ndio, eh, alifanya kazi na rais eh, wa sasa rais William Ruto kwa miaka kumi. Kuna wale wanasema kwamba licha kukosua, usikosue, ya kukosoa usikosoe, mwache afanye kazi yake, eh, awe na muda wake kutekeleza majukumu wake. Wananchi wata, wata, watafanya uamuzi wao mwaka 2027. Kuna makosa yoyote katika kutoa ukosoaji wa aina hiyo? Uh, <coughs> sana i think Uh, rais mstaafu ako na uhuru yeah, wa kukosoa serikali na kutoa maoni yoyote ambaye anaona ni ya haki kwake, eh, kusema mm -hmm. Lakini pia eh, kuzingatia zile tradition eh, angeweza kukupa hii serikali muda kidogo mm -hmm. Kwa sababu yeye ndo alikuwa tu immediate before uh, hii serikali mm -hmm. Na kenye hii serikali inajaribu kufanya mingi ni kutatua Eh, shida zile ambayo uh, aliziwacha kwa sababu kuna vitu zinaendelea humu nchini ambayo lawama yote inaletewa serikali ya William Ruto. Ama mnaweza kulinganisha serikali ya Kibaki, serikali ya Uhuru na serikali ya William Ruto. Hiyo muko na vision mzima ya serikali ya Kibaki miaka kumi, mko na vision mzima ya serikali ya Ruto, ya Uhuru miaka kumi, lakini Rais Ruto amekuwa muda wa Uh, miaka tatu ni kama kupea mtoto wa class 6 ama 5 mtihani wa class 8 ambao bado hujatimika. So Uhuru ako na haki ya kusema chochote anataka anasema, lakini pia aweze kuongea ukweli. Naweza guzia kidogo maneno ya Linda Mama for example. Hakuna nchi inaendeshwa na eh, pata potea Uh, yeah, guesswork. Lazima ukue na mpango, lazima ikue deliberate. Ukiangalia <coughs> wakati wa uchaguzi wa 2022 kila chama iliweka manifesto yao kwa raia. Ukienda kwa manifesto ya Kenya Kwanza, inaongelea kuhusu universal health coverage, ambayo ni insurance, ambayo ya SHA. SHA ni organization, kuna fund tatu ndani hiyo SHA. Kuna primary health care fund ambayo pia inatolewa kwa treasury, then unaingia shift ambayo iyo ndo una contribute, alafu kuna ile chronic and illness fund. Now Kenya dadangu hapa amesema, sijui usiseme, siwezi ongea kuhusu Ujerumani kwa sababu mi si Mjerumani, naweza ongea maneno ya wanawake, mm -hmm. hata kama mimi sio mke. Kwa mpangilio, treasury ikitoa pesa itatoa pesa ki imagine, ni wa mama milioni moja, <coughs> watakuja, unajua kuna taratibu ambayo zinafanywa nweza mpangilio, hata fedha zitolewe kwa mpango. Hiyo Linda Mama ilikuwa pia na limit, haikuwa ati unaweza enda nini yako ikifika milioni moja mbili, mbili, mbili unaendelea kutibiwa mm -hmm. ilikuwa na limit ya normal delivery, I think elfu tano na CS, uh, delivery elfu kumi Juu ya hiyo mama alikuwa analipa anaongezea, ilikuwa ilikuwa na limit. kama uh, bima zingine hii uh, sha na chief ningesema hivi NHIF kwa wakati wake wajuh, wa juu ulikuwa na wa, watumizi milioni saba peke yake. Inamaanisha hawa wakenya wengine wote hawakuwa kwa bima yoyote e, ya afya. Sasa hii ukiangalia sha wale ambao wamejiandikisha na kuna hii primary health, e, insurance inakulipia tu kwa kujiandikisha ile contributory ya chief ndio unaanza sasa kulipa kuli ikifika certain Eh, levo. Na, namwona Eda hapa kidogo hakubaliani nawe <laughs> lakini nitampa muda mm -hmm. baadaye. Fredrick, nije kwako. no, no. E, kwa sababu kuna watu wanahisi kwamba katika miradi ambayo serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta iliyofanya ni miradi iliyofanya akiwa pamoja na naibu wake rais ambaye kwa sasa ni rais William Ruto. Tunafahamu kwamba kuna wakati walikuja wakapitana kisiasa na kadhalika, lakini hakuna wakati wote ambapo rais mstaafu aliwazia au kufikiria kumwondoa mwenzake ili aweze kutekeleza majukumu yake. Licha ya hivyo, wakati wa kampeni zipo chacha rais wa sasa William Ruto alikuwa anachagua jinsi ya kufanya kampeni na miradi ya serikali. No, no. Miradi mizuri ambayo ilikuwa na ufanisi alikuwa anasema tumefanya pamoja. Mm. Lakini miradi ambayo alikuwa anahisi kwamba aidha alikuwa ameachwa nje ama alikuwa haoni manufaa yake. Mm. Alikuwa vilevile vile anaikashifu. Sasa hivi ni tofauti. Kwa nini? Asante sana, Nimru. Kwanza kabisa <coughs> ningependa kusema kwamba uh, rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni mwanasiasa vile, <coughs> vile. <coughs> kwa hivyo anapozungumza vilevile anazungumza kama mwanasiasa katika jukwaa la kisiasa. Na je, anazungumza kama ana constituency fulani, watu wanamsikiza ama... sidhani, sidhani kwa sababu anajaribu kuibuka kwamba kama yule ambaye pengine alikuwa amepotea kidogo. Na umekumbuka akisema eti Linda Mama pengine sasa hivi haijaendelezwa jinsi alivyotarajia yeye mwenyewe no. na anasahau kwamba Mheshimiwa William Ruto alipoingia kiongozini, akaja na Linda Jamii. Ukilinganisha Linda Mama na Linda Jamii, kuna ile tofauti kidogo, maanake Linda Mama hasa ilikuwa inalenga wakinamama wajawazito peke yao. Kwa sasa Linda Jamii inalenga jamii nzima, wakinamama wakiwemo. Lakini nikirudi kwa swali lako Nimrod, wajua wakati ambapo Mheshimiwa William Ruto alikuwa anaenda katika uchaguzi, kweli kabisa alitumia zile miradi ambazo walifanya na Ruto ambazo zilifaulu kama uh, vyombo vya, vya kisiasa na kutafuta kura. Akaja akasema yale ambayo yakufanyika yalikuwa ya William, ya, yalikuwa ya Uhuru Kenyatta. Lakini kwa sasa ukweli useme, bima ya afya ni bima ambayo hatuwezi leta siasa kwa sababu watu wengi wamenufaika kutokana na bima. Pengine huenda haijafaulu jinsi wananchi walivyotaka, lakini kwa sasa kuna wengi ambao wana matumaini kwamba bima hiyo itafaulu. Ita, ita, ita, ita tuzungumzie hili eh, Frederick vile umegusia SHA. Naam. Tumefanya taarifa si kitambo sana wiki hii tu iliyopita, naona kina mama wajawazito wanazuiwa hospitalini kwa sababu bima ya SHA haijagharamia matibabu yao. Sasa kwa wengi ambao n na nafikiri mtazamo alioko nao pengine rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni kwamba inachukua muda gani kulainisha tatizo kama hili, kwa sababu tunalizungumzia sasa, nafikiri tunaelekea miaka miwili. mm -hmm. ikiwa tunazungumzia bima ya SHA mm -hmm. ni tatizo ambalo ni sugu ama kuna mtu ambaye hataki kulitatua. ni changamoto ha. nimbro ni changamoto hata huyu Uhuru Kenyatta alipoanza linda mama kulikuwa na changamoto hapo hapo na. Kwa hivyo aj akasema kwamba sasa hivi kwa sababu kuna changamoto katika SHA haifanyi kazi. Mimi mwenyewe nimeshiriki katika uh, kujiandikiza kuandikiza katika uh, SHA na nimei test inafanya kazi vilevile vile. lakini sisi tuko na wanasiasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipewa nafasi yake. Akafanya kazi vizuri. Alipotoka kwa bahati mbaya sisi wajua tulikuwa na yeye. Wajua mimi nilikuwa Azimio. Lakini wakati kura ziliisha, akaja akasikia vibaya sana kwa sababu tulipoteza. Na sisi tukaja tukamfuata Raila, tukaja tukaingia katika serikali. Sasa hivi kile ambacho wananchi wanataka kujua ni mrotabu. Sio kwamba shai inafanya ama haifanyi. Je, wananchi wanapata matokeo ambayo waliahidiwa kupitia kupitia unahitaji ma... kupitia manifesto iwe ya Azimio iwe ya, ya Kenya Kwanza. Pili, mambo ya afya Ukweli usemwe. Zui hapo kidogo, mambo ya afya, nitakuja kwako tena. Nataka nisikie sauti tu kidogo ya bwana Thuku. Tunakwenda mapumzikoni lakini kwa sekunde chache tu mm. Nitakwenda mapumzikoni alafu nirudi kwako, utaniruhusu? Haya, sawa. Tuende mapumzikoni alafu turudi tuanze na uh, mheshimiwa Kiruga Thuku kutoka uh, eneo la Chinga pia naye aweze uh, kuzamia maswala kama haya. Usiondoke hapo <muchimu>